Asante. tunaendelea na swali linalofuata, Mheshimiwa namba sabini na moja, Mheshimiwa Neema Gerard Mwandabila, mbunge wa viti maalum sasa aulize swali lake. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imesanifu mfumo wa kidijitali wa kuwe, wawezesha poto mfumo wa kugawa, wa kugawa mapato ya asilimia kumi ya halmashauri kwa makundi maalum ili kuhakikisha kuwa taarifa za mikopo zinachakatwa na kusimamiwa kwa uwazi na kwa usawa ili kuondoa dosari mbalimbali wakati wa utoaji wa mikopo hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha, serikali imeweka utaratibu ambao maombi yote ya mikopo hujadiliwa katika kamati ya huduma ya ya mikopo ngazi ya kata, kamati hiyo ngazi ya halmashauri na kamati hiyo ngazi ya wilaya kufanya uhakiki wa mikopo, lakini timu ya ya management, kamati ya kudumu ya, ya fedha uongozi na mipango na kamati ya kudumu ya fedha na utawala na baraza la madiwani kamati ya bajeti ya halmashauri na mwisho kamati ya uratibu wa mikopo ngazi ya mkoa. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa utaratibu uliofanywa na kuidhinishwa na serikali unatoa fursa kwa mikopo inayotolewa na halmashauri kwa wajasiriamali wa makundi maalum kuwa na usawa na kuwezesha kufanya shughuli za kiuchumi na kujiongezea kipato. Asante. Mheshimiwa Neema Mwandabila. Mheshimiwa mwenyekiti, ninataka kufahamu wamechukua hatua gani kuhakikisha halmashauri zote zinakuwa na maafisa mikopo kwa kuwa wanatoa mikopo swali langu namba moja. Lakini swali langu la pili nilitaka kufahamu kwa kuwa wizara mbalimbali zimekuwa zinatoa mikopo kupitia halmashauri zetu, um, na kumekuwa na halmashauri ambazo zinadaiwa mpaka leo kwa muda wa miaka mingi. Je, yeah, wao kama wizara wamefanya hatua gani kuhakikisha halmashauri zinazodaiwa na wizara wanalipa mikopo yao? Asante. Asante, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana, sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Ni kweli kwamba tunafahamu kwamba katika halmashauri zetu tunatoa mikopo ya asilimia kumi kwa makundi maalum na maafisa maendeleo wa halmashauri na maafisa wengine wa halmashauri ni viongozi ambao wanasimamia mikopo hii ya asilimia kumi na wanafanya kazi kama maafisa mikopo katika halmashauri hizi kazi inayofanyika mheshimiwa mwenyekiti ni kuendelea kuwajengea uwezo wa kifedha wa kusimamia na kuratibu vizuri shughuli za mikopo ya asilimia kumi. Na nimwahakishie tu mheshimiwa mbunge kwamba mpaka sasa, tangu tumeanza mikopo hiyo tunakwenda vizuri na serikali inaendelea kufanya uh, uratibu na usimamizi wa karibu, na wa karibu ili maafisa maendeleo ya jamii na maafisa wengine katika halmashauri waweze kusimamia vizuri mikopo hiyo. Pili, mheshimiwa mwenyekiti, kwamba ni kweli kuna halmashauri zinakopeshwa na wizara mbalimbali, wizara ya ardhi na wizara nyingine. Na serikali kupitia ofisi ya rais TAMISEMI tumeendelea kusisitiza na kusimamia marejesho ya fedha hizo kwenye wizara husika kutoka halmashauri na tutaendelea kufanya hivyo, na marejesho, mheshimiwa mwenyekiti, yanatia moyo, kwa sababu kwa kiasi kikubwa halmashauri zimeendelea kurejesha mikopo yao. Asante.